Machi 30 mwaka 2025 tukiwa katika bandari ya Dar es Salaam, ambapo kamati ya kudumu ya bunge ya hesabu za serikali PAC imeeleza kuridhishwa na matumizi ya fedha za umma zilizoelekezwa katika miradi ya bandari ya Dar es Salaam, na hivyo kuchochea utoaji wa huduma bora kwa Watanzania na nchi nyingine zilizopo katika ukanda wa Afrika Mashariki zinazotumia bandari hiyo. Mwenyekiti wa kamati hiyo Nagi Kaboyoka amesema ripoti ya mdhibiti na mkaguzi wa hesabu za serikali CAG imeonyesha wazi kwamba fedha za uwekezaji zilizoelekezwa kwenye bandari hiyo kwa ajili ya maboresho zimetumika vile inavyopasa. Tumekuja hapa bandari yetu ya Dar es Salaam kuangalia kwamba tangu mara ya mwisho tulipopata taarifa ya mdhibiti na mkaguzi mkuu wa hesabu za serikali na mapendekezo yote tuliotoa wenzetu wamefikia wapi. Kwa hiyo hatuna jipya zaidi ya kusema kwamba tulikuwa tunafuatilia kuona zile fedha za uwekezaji za umma zimetumika vizuri au zimetumikaje, na kama kumekuwa na maboresho yoyote, maana kazi yetu kubwa ya kamati yetu ni kuangalia thamani ya fedha. Kwa hiyo ni wakubwa, tulikuwa tuone kwamba je, fedha inayowekezwa ambayo ni fedha ya umma ya walipa kodi wote, je, inatumika vizuri na kwa manufaa ya nchi yetu? Aa, kutokana na ripoti ya mdhibiti na mkaguzi mkuu wa hesabu za serikali na yale ambayo tumeyaona, wametuhakishia kwamba fedha ya uwekezaji iliyowekwa ambayo sehemu kubwa pia imetoka na mkopo uh, imetumika vizuri na manufaa yameongezeka, maana gati zile zimetengenezwa na meli zimeongezeka na ukubwa wa meli umeongezeka. Kwa ajili hiyo kamati imeridhika kwamba kazi iliyofanyika ni nzuri hapa TPA na kwamba uh, fedha za umma zimeonekana kwamba zime fikia kwa kiwango kikubwa yale malengo yaliyokusudiwa. Na nia ya kamati yetu ni kujua kwamba je, lengo limefikiwa. Maana si nia, si uwekezaji tu, nia ni kwamba je, tumepata yale ambayo tulitazamia yasaidie uchumi wa nchi yetu. Serikali itaendelea kuwekeza ili tuweze bado kuingia katika ushindani mkubwa, si tu kwa ajili ya vifaa vyetu vikubwa vinavyoletwa kwa ajili ya uwekezaji mkubwa hapa nchini lakini pia kuweza kupata au control sio control research sema uh, kuongeza uwekezaji katika, ya mizigo inayokwenda katika nchi jirani hasa ya Kongo ambayo tunajua kwamba kuna nafasi kubwa sana ya kuongeza mizigo inayopita kwenye bandari yetu hii kwenda Kongo kwa hiyo tumefurahi kwamba wenzetu pia wana mikakati hiyo. Kwa hiyo tumempongeza mwenyekiti wa bodi ambaye mnajua kwamba pia amekuwa balozi wetu e, kule kwa Rwanda. Kwa hiyo anajua ukanda ule na anajua kazi kubwa ambayo imefanyika. Kwa hiyo tunasema kwamba Balozi Mapamagu ameweza kusaidia sana bandari hii a, TPA hii, pamoja na a, mkurugenzi mkuu na wafanyakazi wote wamefanya kazi kwa bidii. Kwa hiyo tunaamini kwamba uh, kwa kweli uh, itaongeza sana maendeleo ya nchi yetu katika kuwekeza kwenye bandari. Unajua bandari ndio lango kuu la uchumi wa nchi kama yetu, ndio maana tuna faida sana kubwa, na tunataka mizigo ya kwenda kusini mwa Afrika, Eastern, Western Africa, uh, Central Africa iweze kupitia hapa. Kwa hiyo hii tulifuatilia ripoti iliyopita ya Mdhibiti na Mkaguzi Mkuu wa Hesabu za Serikali, yale yaliyotendeka kuona kwamba fedha ile iliyowekezwa na ripoti tuliyopata na maelekezo tuliofanya wakati ule mpaka sasa wamefanya kiasi gani. Endelea kufuatilia kurasa zetu za TBC Digital, ikiwemo Facebook, Instagram, bila kusahau kusubscribe channel yetu ya TBC Digital niliyekuandalia ripoti hii, langu jina ni Emmanuel Samuel, nikiripotia TBC Digital.